Raisi wa Marekani Donald Trump ameviondoa rasmi vibali vya usalama kutoka kwa mahasimu wake wa zamani wa kisiasa na maafisa waandamizi wa zamani akiwemo aliyekuwa makamu wa rais Kamala Harris, waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton na wanafamilia wa rais wa zamani Joe Biden, akisema ni kwa sababu za usalama wa taifa. Katika memorandum ya Raisi iliyotolewa wiki hii Trump alisema nimeamua, kuwa si kwa masilahi ya taifa kwa watu hawa kuendelea kuwa na fursa ya kupata taarifa za siri. Watu waliotajwa kwenye orodha ni pamoja na Kamala Harris, Hillary Clinton, Joe Biden pamoja na watu wa familia yake, Anton Blinken ambaye ni waziri wa zamani wa mambo ya nje, Liz Cheney na Adam Kinzinger wa wabunge wa zamani wa Republican pamoja na maafisa wengine. Kawaida, maraisi wa zamani, makamu wa rais na maafisa wa ngazi ya juu huendelea kuwa na vibali vya usalama kama ishara ya heshima na kwa ajili ya kutoa usaidizi wa ushauri inapohitajika. Hatua ya Trump ni kufifisha kabisa utamaduni huo wa muda mrefu. Mwezi Februari Trump tayari alikuwa ameonyesha nia ya kumvua Biden kibali chake cha usalama, na sasa ametekeleza hatua hiyo rasmi. Trump pia amewahi kuviondoa vibali vya usalama kwa zaidi ya maafisa wa kijasusi 50 akiwatuhumu bila ushahidi kwa kuingilia uchaguzi wa mwaka 2020 kwa kumsaidia Biden. Mwaka 2021, rais wa wakati huo Joe Biden alimnyima Trump fursa ya kupokea taarifa za kiusalama akimtaja kuwa na tabia isiyotabirika kufuatia ghasia za Januari 6 kwenye jengo la bunge na kukataa kwake kukubali matokeo ya uchaguzi.